chamtumia kibunda <mimusia> ha? Ah, nakuchoweza weye, subiri mayubwa, minajua kweli unandai ah. Kwanza ukachoya na mie hiyo simu ikate, minajua kweli unandai lakini, ntakupa tu pesa yako, minajua kama unandai, ntakupa tu pesa yako. ah, ah, mie simu nachukua kama uchanka pesa zangu, uchukue simu yangu, simu yangu uchukue. Kuna bisha hujaje? Uchukue we, una akili kweli we? Miye sina akili mie, kisimu nchakichukua sasa. Ukichukue vipi? Unaweza ukichukua jingu. Labda mmerogwa uchukue simu yangu. Oh, yeah. <laughs> Ngoja oh, my God. <laughs>

Na hii nakupa nyongeza. Eh, kuna nyongeza, nakupa bakshishi. Chukua tena na kesho uje ukope vya mkubwa, bakshishi ya zino uje ukope mimi na naokopa mpaka wanga ni mimi eh? <laughs> <jino. laughs> <laughs> <laughs> <Tamuja kubu. laughs> Enda kuwakopa mpaka wanga. Hichi kisimu mara kina gundu hichi, bwana, ntafuta dalali akiuze. <laughs>